Zaidi ya wakazi elfu sita mia tano kutoka eneo la Ganze watanufaika na mradi wa maji ambao umedhaminiwa na shirika la Msalaba Mwekundu kwa kima cha shilingi milioni mia moja hamsini na nne na serikali ya kaunti ya Kilifi. Mradi huo unalenga kuwapa maji safi ya mfereji wakazi ambao wamekuwa wakishambuliwa na uhaba wa maji, hasa katika maeneo ya Bamba, Nagoa wa dola jila na Mihirini. Hadija Mwinyi anaarifu zaidi. mradi huo unalenga kuweka mabomba zaidi ya kilomita 15 kutoka eneo la Ganze hadi maeneo ya Bamba ambako wakazi wamekuwa wakikosa bidhaa hiyo adimu. Gavana wa kaunti ya Kilifi, Amason Kingi, amesema kuwa zaidi ya shule kumi kutoka Ganze sanufaika na mradi huo wa maji safi, ili kupunguza muda wa wanafunzi kutafuta maji kwenye mabwawa badala ya kuendeleza masomo yao. ile idadi ya watu ambao tunataka ifaidike na mradi kama huu ni takriban watu elfu sitini na tano, uh, na, na mradi huu pia utazingatia ama utasaidia uh, takriban uh, shule kumi. Kwenye kikao na wanahabari mjini Kilifi na viongozi hao wa shirika hilo, Kingi amebaini kuwa serikali ya kaunti hiyo pia imetoa kima cha shilingi milioni 54 kwenye mradi huo wa maji. Hatua hiyo inajiri huku wananchi wengi hasa kina mama wakitembea mwendo mrefu wakitafuta bidhaa hiyo adimu. Tulikuwa tumetengea milioni hamsini na nne yule mradi ambao wao pia wamekuja tushikane mikono kuutekeleza, na tayari upande wetu tumepeana kandarasi na mwana kandarasi anaweza kuingia siku yoyote kule uh, kabla ya, ya, ya mwaka mpya. Mkurugenzi wa shirika hilo katika kaunti ya Kilifi, Hassan Musa, amedokeza kuwa shirika hilo linapanga kuimarisha maisha ya wakazi hao hasa kupitia kilimo cha unyenyezaji maji mashamba. Kulingana na Musa, mradi huu unatarajiwa kuanza baada ya msimu huu wa sherehe nyingi na unatarajiwa kukamilika Julai mwakani. Tuna miradi mingi ambayo tunaazimia kuifanya takapofikia mwaka 2016 uh, miradi ya maji na miradi ya kuboresha hali ya afya na pia kuboresha kipato cha ja wakazi wa Kilifi. Nikizungumzia hivyo hivo, namaanisha mashamba na ya kuweza kunyunyizia ya maji. Kaunti ndogo ya Ganze inafahamika kwa uhaba mkubwa wa maji unaosababishwa na kiangazi cha mara kwa mara. Nikiripotia habari za mwambao, naitwa Khadija Mwinyi.